Jambo raia yote ya Uvira. Mimi ni Dunia Amisi coordinateur wa Mouvement Citoyen Machozi ya Raia na kuya kusuete raia yote ya Uvira, joyeux anniversaire ya mafuriko hii. Joyeux anniversaire aiko ya, ya raha, ni ya uzuni leo Uvira inaitimisha miaka tano tangia yanze kumbwa na mafuriko wa mama wetu Uh, wengi na wababa na wadogo zetu weko ndani ya mahema zaidi ya miaka tano. Watu wengi sasa hivi wamesha kuwa wa maskini ajili ya maji iliyokumba mji wetu wa Uvira uh, ili yaza wa mitoni mitoni zikadeborde zikaenda wa watu wengi nyumba za watu wengi sana zikaenda na maji uh, lake ikapanda ikapanda mpaka karibu manyumba masomo

tuko oma na menage ya watu ambao mpaka sasa awana tena vya kufanya, awana nafasi ya kukimbilia na awana nafasi ya kuingilia. Wengi wanalala ndani ya maema na wengi wakaenda mumakambi juu ya kukosa nafasi ya kuikaa, na watu mingi na watoto wameshagonjwa bwaki. Ajili ya hii hali, serikali yetu ikaikaa kimya paka hivi leo tena, mamitoni zote zinanza menase Lac Tanganyika tena inapanda juu mpaka eh, sasa hivi serikali yetu haijafanya kitu, mamitoni zote zimeshajaa, lakini tuko tunaomba serikali tupatie hata tu ma, uh, ma, ma mashini za kwenda kirema riviere me paka sasa serikali iko kimya. Kitu cha ajabu kinacho kuenda kutushangaza ni eh, nini kishasa hii miezi inaisha hapa nakukulipitikana mafuriko ambayo imebeba manyumba lakini kitu cha ajabu sisi kama mashirika za kiraia tuna deplore serikali yetu. Imefanya renyo jana wakaenda mkonse, eh, sekretaire ba ministre bakaangalia mamwaenye baweza kufanya u kusaidia Kishasa Or, Uvira hii miaka yote tuko tunapitia ndani ya mafuriko tunapitia ndani ya watu kwenda na maji, hakuna hata msaada moja ambao, eh, serikali yetu imeshafanya ajili ya wasinisiri wa hapa Uvira njoo kwa maana Tunashukuru kwa zile maorganizasyon zimanitari ambazo zimesha fanya jambo ajili ya Uvira, lakini tuna deplore karansi na kutokuwa kwa government yetu kwa kusaidia watu. Sasa tunapatia guvernema yetu mizangarde ya kusema kuwa ingawapo tena Uvira kutapitikana mafuriko. Hii miaka tano yote tunapitia muda mugumu, lakini serikali ifanyi kitu. Tunatoa mizangarde kama ingawapo tena Uvira itapitia ndani ya mafuriko, sisi wakaji wa Uvira hatutakimbilia tena kwenye mauwanja ma wa zuri, uwanja wa Kiromoni hatutaenda tena kule. Tutaenda ikala ndani ya mabiro za leta. Tuko na guvernora iko hapa, tuko na meri iko hapa, tuko na teritoire, mpaka sasa hivi hawafanyi kitu ajili ya Uvira. Na sisi tunatoa angalisho kwa government Ingawapo mafuriko itakumba tena muji wa Uvira na a awa, awafanyi kitu, tutasensibilize wale wote waanga wa mafuriko wasinistre, tune wamoja, wende kala mguvernora, wengine wende kala mumeri, na wengine wende kala kuteritoar mpaka siku government yetu itangaliaka nini ama itafanyaka njama gani ya kuokoa Uvira. Sasa si walishafanya jua Kishasa, wanaanza mobilize kumbe tuko na pesa, tujui waanza mobilize pesa kuangalia gisi wale wasinisire ambao wepo ndani ya uwanja wa Tata Rafael wa watu, lakini Uvira hii miaka yote hakuna hata msaada wowote. Hiyo ndio message enye tulikuwa tunakuya patia raia ya Uvira, na tunalomba raia yote wa Uvira iwe macho, muache serikali gisi inapenda kutubebe tubebe, lakini wajue tu kama siku yenye mafuriko itakuja tena Uvira manake ni waraia yote wa Uvira ambao wataama kwenye guvernora meri na kwenye teritware ndio tunawashukuru sana kwa huu ujumbe, musambaze wengine. Ni wenu, Dunia Amisi, coordinateur coordonater wa Mouvement Citoyen Machozi ya Raia, anawashukuru sana. Unatazama Uvira News TV. Asante.